Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mechi salama. Ilikuwa mechi moja nzuri yenye ufundi, kila timu zilijaribu kushambuliana. Tulikuwa na strategies, nafikiri tumeweza kufanikiwa kwa kiasi fulani. Walikuwa wanaonekana wanaonekana good technique and tactical, lakini tulirudi, tunajua hawawezi kukimbia kwa wazito sana, very stiff. Tukaamua kucheza mpira wa haraka ambao tukaanza kwa pressing na kucheza haraka zaidi forward. Nafikiri tulifanikiwa na tuli deserve kwamba tupate ushindi, lakini tuliona tulikuwa na defense nzuri. Nataka kusema thanks for boys jaribu high discipline. Uh, uh, kuna vitu vingi, kuna vitu vingi katika kuna vitu kuna vitu vingi vitu vingi ambavyo vimechangia katika mechi ya wazaji wetu wengi ni amacha, kwa hivyo ni safari kwa muda mfupi, tulienda kiprofessional zaidi, na nafii ulikuta na kule kule tunaweza kucheza mechi hiyo. Ilikwa sababu moja, sababu ya pili kidogo, uh, kwa maana kwamba hatukuweza ku train katika hard percent kama ambavyo tumepata siku mbili za ku training hapa. Kwa hivyo hilo la kwanza, lakini la pili tulikuwa tunacheza katika katika mechi ya mwanzo tunacheza katika under tension, na pia nakumbuka kama mwingine mwingine. Kwa hivyo kuna disciplinary ambayo ilipungua, lakini leo tumejaribu kurekebisha na imewaka, na pia tumepata tumepata increase ya kitu tumeongeza kitu. Sometimes kuna timu hizi kuna kitu unajisoma, unasoma tuliweza kusoma

so Nyoni wala, wala nani. Kwa hivyo ilikuwa ni timu ya, ya pamoja, na tumeprove hilo. Tumerudi first half, ilikuwa tumeweza kupata nafasi nyingi. Kama utaangalia kipindi cha kwanza tumepata nafasi ile, ilikuwa nafikiri cross sio nzuri. Tumejaribu kurekebisha na ametuelewa, na, na tumeprove hilo. Tumefunga goal la cross pale. Kwa hivyo tumerudi second half na atmosphere nyingine na first half elafui tumefanya maamuzi sahihi ukilinganisha, tumefanya maamuzi sahihi na kulikuwa kuonekana kama kuna witness ya safti katika mechi ya leo. Hakuna kelele, all the time wapenzi watazungumza tu, hasa mpira wetu wa Tanzania, lakini tunajaribu kutia wachezaji ambao ni zamu kucheza mechi kwa safti kila siku anafru kwenye timu yake na kwenye timu ya taifa. Kwa hivyo uh, ni wajibu wake kufanya hicho ambacho alifanya kama mchezaji sio sasa, so yeye tuna mwingine yoyote kupata vitu kama hivyo, nafikiri ni ni, advantage kwa timu na kwa yeye mwenyewe binafsi, kupata dondoo za VPL, kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Siyo hayo tu kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi tazokufanya kujishindia ticket za VIP jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi na ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza, utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga piga nyota moja nne tisa nyota nane nne alama ya reli na ufurahia ligi kuu. Kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.